Karibu kwenye chaneli yetu ya Nguvu ya Maono Media kwa siku ya leo, tunaenda kuona uh, vipindi vitatu ambavyo kila ndoa lazima ivipitie. Uh, vipindi vitatu ambavyo kila ndoa lazima ivipitie. Uh, somo letu la leo uh, linahusu sana tu waliopo kwenye ndoa uh, lakini pia hata kama wewe haujaingia kwenye ndoa ni njema zaidi ukajifunza Aa, kabla haujaingia kwenye ndoa ukaenda ukijua kabisa kwamba kuna vipindi ambavyo kila ndoa lazima ivipitie. Lakini pia kupitia kujifunza, ni matumaini yangu makubwa kwamba utajua jinsi ya kuweza kuepuka hivi vipindi au jinsi ya kuweza kuvimiri hivi vipindi. Aa, kama wewe ni mara yako ya kwanza kuungana nasi kwenye chaneli yetu hii pendwa, unaweza ukasubscribe kisha ukabonyeza kitufe cha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kabisa kuyapokea mafundisho yetu tunayotuma hapa mara kwa mara. Tuna moja kwa moja, vipindi vitatu ambavyo kila ndoa lazima ivipitie. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha kuoneshana mahaba. Hiki kipindi huanzia mwaka zero mpaka miaka miwili, mda mwingine huwa kinaanzia inaweza kuenda mpaka miaka mitatu. Uh, ina dipendi na wanadoa walivyokuwa, au walivyoekeana, au walivyolifanya uh, penzi lao livo liwe. A, kipindi hiki wanapenda kula pamoja ni kipindi ambacho wanandoa, ambacho unakuta, wanandoa. Kama Mwenyezi Mungu ameshawabariki mtoto wanamlea pamoja. A, labda, kama ni usiku wanaamka wote kila muda mwingine, unakuta ni kipindi cha furaha sana ambacho ni cha furaha sana, yaani kila kukicha, tunaweza kusema kwamba penzi linazaliwa, inaendelea kuwa jipya. Ni kipindi ambacho ni cha mahaba makubwa sana. Aa, unaweza kukuta labda wikendi wanaamua tu, mnakaa ndani mnajisingia, yaani ni kipindi ambacho wanandoa wanakuwa na furaha. Furaha inakuwa ndo kila kitu kwao. Ha, ukikivuka kipindi hiki tunaelekea kipindi cha pili. Kipindi cha pili, kipindi cha pili ni kipindi cha kuziona tofauti zake. Kipindi hiki ni cha mtikisiko. Kipindi hiki ni kuanzia miaka miwili au mitatu mpaka miaka kumi. Kipindi hiki ndoa nyingi huvunjika. Ah, sio kuvunjika tu, kipindi hiki unakuta wanandoa mda mwingine uana ni kipindi ambacho kina mambo magumu magumu mengi magumu sana sana. Ni kipindi ambacho wanandoa wengi wanashindwa kukimeri. A, kipindi ambacho wazazi utakuta wazazi wa pande zote mbili wanaingilia kati wakiwa wasuluhishaji. Ni kipindi ambacho labda utakuta aa, wazazi wa binti au wazazi wa kijana wanaingilia kati, aidha wazazi wa binti wamchukue binti yao wakidai kwamba labda binti yao hapendwi binti yao hawamkei, hawa binti yao wanamtesa. Ni kipindi ambacho ha utakuta labda wazazi wa kijana muda mwingine wataingilia kati na wenyewe, labda dada, dada wa kijana wakimtetea sana kijana wao, wow, waki, wakidai wifi yao hafanyi chochote, hafai kuwa kwenye familia yao ni kipindi ambacho huwa ni kigumu sana sana kwa wanandoa. A wakati mwingine utakuta mwanamke akidai kwamba mwanaume afanye chochote awajibiki, kwenye cho, awajibiki kwa lolote lile kwenye familia. Ni kipindi ambacho labda utakuta mwanamke anaanza kuwatukana ukweni, labda akidai kwamba labda ukweni ni wachawi. Ni kipindi ambacho ni kigumu sana sana sana, kina mambo mengi magumu sana kipindi hiki. Zingatia kwamba kipindi hiki ndoa nyingi huvunjika. Uh, kipindi hiki kikuwa tunakiendea kipindi cha tatu, ambacho kipindi cha tatu ni kipindi cha kukua pamoja. Kipindi cha kukua pamoja hiki tunasema ni kipindi ambacho uh, kinakuwa above 10 years. Uh, ni kipindi cha, cha, cha mwisho kabisa ambacho ni above 10 years. Kipindi hiki wanakifikia wachache. Kipindi hiki wanakifikia wachache. Kipindi hiki mwanamke utakuwa unajua madhaifu ya mume wako, na mwanaume anajua madhaifu ya mke wake, anajua hata afanye vipi hawezi mwanamke wake au mume wake hawezi kubadilika ha? Yani kila kitu wanaamua tu kuchukulia poa, aidha kiwe ni kitu ambacho cha kuondoa amani, kuhatarisha amani kwenye familia, mwanaume au mwanamke anaamua akichukulie poa tu ha? Yani anaamua tu aignore tu kila kitu, na ni kipindi ambacho magomvi unayasanya sio priority, amani ndo inakuwa priority. Ni kipindi ambacho unakuta mwanaume au mwanamke anapenda amani kuliko kitu chochote, anaamua kila kitu tu aignore, anaamua tu yani kimefanyika, kijafanyika, kime na anapuuza tu, anapuuza tu ili kusudi tu amani iwepo. Ha, na hiki kipindi ili uweze kukifikia lazima umwombe Mungu sana. Kumbuka kwamba kipindi cha pili ambacho huwa ni kigumu sana. Kwa hiyo na hiki kipindi ili uweze kukifikia, ninakushauri kwamba uji umwombe Mungu sana, ili kusudi aweze kukufikisha aweze kukufanya ukakifikie ukakifikia kipindi hiki na ukifurahia kipindi hiki. Aa, utakuwa, aa, ni matumaini yangu kwamba utakuwa umejifunza kitu na umebarikiwa. Ah, nikukaribisha kipindi chijacho. Tunakupenda.